Uzuri wa nyumbani ni kwamba unaweza ukatoka nje ukakuta tu washikaji wamekaa kijiweni, na wewe ukaenda ukaongana nao, mnapiga soga mpaka jioni, yeah. Huku hauwezi wa kupata, watu wako busy na kazi, haya masaa nane nane wanavyoyagawa, yani nani ya kupumzika. Hata weekend watu wanakuwa na vitu vingi okay. Na experience nyingine nyingi, nimeona kitu ambacho kimeni surprise yeah. the way wanavotreat wanawake hiyo uh -huh. Kwangu ni da, ni kitu cha tofauti sana Um, yaani huku bwana mwanamke, kitendo cha wewe kugombana na mwanamke. Yaani unaweza hata ukashauti kwake, ukaongea naye tu kwa ukali. Ni kesi kubwa sana. Kama akiamua kukusu, tofauti na kule nyumbani. Nilienda supermarket moja. Kuna mama alikuwa anagombana, mtoto analia. Ni kama mimi niende na Ivan, afa Ivan haya anazingua. Unajua kibongo bongo unaweza ukampiga hata vibao mtoto. Ah, huko noma mwanangu. Noma, yaani mtoto wako mwenyewe lakini ukionyesha tu kama unataka kumpiga. Yaani kabisa unaweza ukanyang'anywa mtoto na wewe ukakaa ndani vizuri. Okay. Yeah, man. So, Umasana, vitu vingi kwa kweli. Ume miss home? Ah, big time. Kweli? Eh, kabisa. Unatamani kurudi? Mko ukiweza kurudi? Eh? Yeah, natamani kurudi lakini, kutakuta kuta, kuna vitu bado sijamaliza, unajua ile mgundani mgunjani huku yeah, huwezi kupamaliza. Lakini unajua kuna vitu vingine vingi nataka ni vi experience apart from hiyo, kuna, kuna kuna ile mialiko ya hapa na pale, umeelewa vizuri, bwana. Kuna makidi wadogo waifu, nini, marafiki, mm. Roster mwenyewe kwa, unavyojiona kwa ratiba ambazo ziko mbele yako, unahisi utakaa Marekani kama mda gani? au asio ah, sana siwezi kukaa miaka miwili mimi, unajua kama kukaa huku yeah. Ningekuwa naruhusiwa niandike namba ya watu ambao unahitaji niwe nao huku mm, ah, ingekuwa unyama kabisa. Ningepiga ninge line up ningetoa line up yangu moja hivi, kwamba watu labda nije kuishi nao huku, lakini sio ah, si, si, sana mimi. Ni mara yangu ya kwanza, lakini pia ukiangalia mm, watu wa field yangu wasanii, ambao wamekuja kuja huko walipiga Yeah. Wamekaa miezi mitano wengine sita. <coughs> Sidhani kama mii nitafika huko lakini, audhani kama utafika miezi sita, sidhani, sidhani, labda sijui tokeaje. Watanzania wamezungumza vitu vingi, ukiangalia mitandaoni, watu labda Roma ndo wamezama moja kwa moja hiyo na nini, labda sasa hivi yeah, anafukuzia kupata uraia ama, ama kibali cha kukaa. Wewe unaona ni mbaya hiyo? Sio mbaya lakini ni vizuri tukisikia kutoka kwako, ona <laughs> hey, hata Luda Chris kachukua Gaboni nini watu wanachukua mauraia nini? Hey, no mi bwana, nina familia nyumbani. Nimeona hizo watu wakizirai sana kwenye mtandao sana kiukweli <mimono> au hakuna ukweli wowote Nimekuja kama watu wengineo tuna spend pia ku nikiongea sana, sijui inaonekanaje kwa Roma tofauti. Yeah. Sababu before mimi kumbuka kuna wasanii kibao wanakujaga, lakini kwangu mimi sijui, labda nimeondoka katika mtindo gani, lakini watu wengi nimeona waki, waki comment hivyo. Mimi napenda nchi yangu, napenda taifa langu, nyumbani ndo nilipozaliwa, mamangu yuko kule, watoto, mke, marafiki, kwa lazima nyumbani tu nitarudi. Kwanza hakuna sehemu nzuri kama home. Nimekupa hiyo mifano yani, ndio maana nakwambia na i miss home huku unakaa tu ndani yani, intaneti unaangalia ma Netflix movie, sikiliza muziki, yote unamaliza, lakini unakuwa huko so lonely, umenielewa vile? Yani, kitu ambacho kinaweza kushawishi pia pengine labda ujiingize katika mahusiano ama na vitu vingine, tofauti na ile nyumbani nimeshazoea kampani, ah. Kwa hiyo nadhani ni kazi tu ndo zinaniweka, lakini kurudi, lazima nitarudi. Hiyo swala, Roma, unachukua uraia nini? Nimeziona, lakini ni rumors. Visa yangu mimi inaniruhusu kukaa kwa muda, umeelewa vizuri, na niruhusu kaa kwa muda, na niko ndani ya ya huo muda, bad luck tu nilikuwa hainiruhusu kufanya performance, umeelewa vizuri, kwa hiyo okay. Hiyo ni kitu ambacho nimemiss, yani simu nyingi bwana, Chicago hapa tunakuhitaji, ndio maana mtu akwambia Roma ambayo tumeenda lakini tunakuona tu hata uposti video ya show umeenelewa vizuri yeah. E, paka labda nianze process, lakini mara ya kwanza watu wengi walikuwa wanani approach bwana, uje Chicago tupige, njoo na South Carolina tupige yeah. Bwana njoo tufanye show, sijui sehemu gani, umeelewa lakini yeah. Kwa sababu visa yangu ilikuwa ina hiyo changamoto kidogo, nikawa nime miss na hicho kitu kika, kika disappoint kwa sababu sikuwa nimekuja kwa ajili ya performance moja kwa moja okay. mm -hmm. Na misha ambazo unasema zitaweza kukuweka huko, lakini hazifikishi miezi sita, ni misha za mziki au nyingine. Two in one. Kote kote. Mm -hmm. Lakini mostly ni mziki asilimia kubwa, lakini <coughs> Miladi, huku kuna opportunities nyingi sana, umeelewa vizuri. Huko kuna fursa nyingi, na nilikuwa namwambia rafiki yangu moja kwamba kama mi natoka Dar es Salaam naenda kufanya show Mbeya na nikifika Mbeya tu nikimaliza show nalikita, najua nafanya show Jumamosi Mbeya, lakini ukifika Mbeya unalikita yeah. anaweza kutokea promoter wa Sumbawanga akwambia, bwana sikilizia hotelini alafu ili jumamosi inaofuata tupige shsmbanga au Mbeya mbea na fursa za za mbe hivyo, khoelewa vizuri. Kuna mtu nimefanya naye wimbo ATL. the coming week. Uh, kuna mwaliko mwingine nimeupata Chicago. Kuna mwaliko mwingine uko North Carolina Febro, kwenye Valentine mm. ya ya ni, ni ile tarehe 14 mm. naweza katokea. Naweza katokea <laughs> la, naweza nikafanya mitikasi kama hiyo, lakini kwa sasa hivi mm. sijafikiria Okay. Ebana walivyokuwepo huku waliachia ngoma ya kwanza yeah. kwa mwaka jana mwishoni mm. inaitwa anaitwa Roma. Roma. Ilitoka Novemba 14 ya yeah. uh-huh. na kila mtu ameipokea kwa namna yake, kwa uelewa wake, in general umeonaje maoni, umeonaje jinsi ambavyo watu wameipokea na walivyoitafsiri pia? Uh, uh, uh, anaitwa Roma nilitoa nikiwa huku <coughs> kwanza, kuna rumors zilitoka zili kwamba Roma ameachia wimbo afu akakimbilia wa US. Nimeona hizo titles sana kwenye, kwenye social media, sio kweli uh, wimbo, wimbo umetoka. Mimi nimekuja huku 31st of October, elewa tarehe za mwisho zile za Oktoba, na wimbo nimeutoa tarehe 14 Novemba, wiki mbili mbele baada mikuja. Kwa hiyo sio kama nimetoa wimbo Tanzania afu ndo nikaja. Nimekuja huku na wala sikuwa na wazo hilo. Mimi nilikuja kwenye mwaliko wa Susa, so Swahili Society USA umeelewa vizuri. So nilivyomaliza pale kwa sababu tulishaahidi kwamba kabla mwaka ujaisha tutafanya solo project mimi na Stamina. Nikaona this is a nice time kabisa mimi ku-release wimbo. Ni wimbo gani ambao naweza nika-release? Kwa hiyo haraka haraka nikaona anaitwa Roma unaweza ukaenda. Nimeutoa. Mm -hmm. Nimeona impact yake somehow imenifurahisha, lakini kwa upande mwingine haijanifurahisha. Uh, upande ambao hujanifurahisha ni kwamba kuna jinsi ambavyo watu wameupokea na kuushabikia. mm. na wakautengenezea taswira ya utofauti. Kwa hiyo on, on other side naona kama ujumbe wangu unakuwa haujafika kama mimi nilivyotaka, au haufikishi vile nilivyotaka. Umeelewa vizuri mimi mm -hmm. na mashabiki wengi ambao wanakuwa wako sehemu tofauti tofauti, watu wa opposition mashabiki wangu kuna wanaharakati mashabiki wangu kuna watu wa ruling party mashabiki wangu, na kuna wananchi wa kawaida ambao hata mitikasi ya, ya politics ya wapo. Kwa hiyo utakuta kuna wengine wanaibeba ile nyimbo mm -hmm. wanaichukulia kama ni agenda, alafu wanavyoenda kuipresent, na kwa sababu wenyewe wana wafuasi wengi, wana influence sana kwa watu, inatengeneza picture mbaya kwa Roma ambao unaona kama wazo langu mimi au ujumbe wangu ule utaka uwepo kwenye wimbo mm. unakuwa haujafika. So zile agenda ambazo mimi nimeziandika kwenye nyimbo sipati hata nafasi ya kuulizwa uli, ulimaanisha nini kwenye wimbo anaitwa Roma. Eh yeah. E, anatokea tu mtu anaamua kufafanua yeye kama anavyojua yeye na as long ana influence basi inatengenezwa hiyo image. Kitu ambacho kwangu mimi kilin disappoint. But yeah, on other side imeonyesha Roma amerudi, ni Roma yule watu waliomzoea watoka 2007 na anaanza kuimba wimbo wa Tanzania Roma, mtu ambaye anakemea, anajaribu kushape taifa lake, ana shape jamii yake. Umeelewa vizuri, imerudi kule, na kibiashara ikafanya vizuri, kwa sababu kwenye ukienda kwenye social media hizi ime blow up, imeenda hadi number one on trending, imepiga saivi na views milioni moja ndani ya muda huo toka iachiwe. So ilifanya vizuri, bad luck tu haikupata support ya media house, nikimaanisha audio haikupigwa na re mawili wedha haikupigwa na redio yote, au haikupigwa na redio nyingi, kitu kilichopelekea hadi nisifanye kushoot video yake nika cancel, mm, na ndio maana nikaamua kutoa wimbo wa Mkombozi. Nahani sababu gani haijapigwa na, na redi? <coughs> Sijapewa majibu ya, ya, ya kuridhisha kiukweli. La kwanza, sikupewa majibu ya kuridhisha. La pili pia sikupata nafasi ya kufanya interview. At least hata kuelezea kwenye anaitwa Roma, nini lilikuwa lengo lako? Ujumbe gani ulitaka ufikishe? Umenielewa vizuri. So ikitokeaga hivyo nafikia time na mimi na approach hadi watangazaji. Kuna watu wachambuzi wa muziki kwamba tuiongelee hii kitu, lakini kuna mwingine anaona da, Roma, ngoja hebu sikilizia kwanza. Sikilizia zile, sikilizia zikawa nyingi. Kwa hiyo I used to kwenye ma Mr President Tanzania miaka hiyo ya nyuma, nyimbo zangu kutokupigwa kwenye radio. Kwa hiyo niliona hizo signs, nikaona pengine kuna policies za radio fulani, mm -hmm, labda zinakataza hivi vitu, umeelewa vizuri. Yeah. On other side nikahisi kitu kama hicho, basi na mimi nikaamua tu kuisahau. Ndio maana ukoona mimi nikiendelea kuiposti, kuipromote, kuipublish. Oh kwenye wimbo anaitwa Roma, ujumbe uh, mkubwa so, ambao ambao watu wanapitapita pita sana, mm. sasa tunakaa bila kunywa juisi hata vijuisi juisi kidogo. Kwa hiyo unasema haukueleweka, tafsiri yako haikueleweka, I mean, kitu chochoke kupeleka, yeah, uh, tafsiri tofauti, sio sio sio so moja kwa moja, lakini on other side kulikuwa kuna kuna kuna some signs za kuonyesha kwamba pengine watu wajeelewa mm. ama kuna vitu tu watu ambao wameviangalia pasipo kuchambua, kwa sababu kwa mfano anatokea mtu inaniuma, anatokea mtu anasema mm. Roma ameitukana serikali, Roma amewatukana watu kwenye nyimbo uh, yaani kwangu mimi naona sio sio comment nzuri, kwa sababu kwa mfano watu wengi naona wamesema hivyo, akiona muuliza mtu, wapi nimetukana. Mm. mtu anakosa majibu umeelewa kuna mtu ananiambia twende mstari kwa mstari tumesikiliza vesi ya kwanza imeisha tu akaona amna chochote kile ambacho kwa mfano mm. ukiniuliza wimbo wa Naitwa Roma message gani anataka kufikisha mm. uh, kama ile background tu ya hip hop ilipotoka unajua muziki wa hip hop ambao sisi tunafanya e rap game kule ilipotoka ilikuwa ni muziki ambao unatetea una, una, una, una haki umenelewa vizuri kwa hiyo Roma amejaribu ku preach amani Mm. <coughs> amejaribu kuhubiri amani katika wimbo anaitwa Roma. Ndio maana unasikia kuna mistari inasema kwamba najaribu watu wa opposition party na ruling party wakae meza moja wamalize mambo yao kwa amani pasipo kuathiri watu wengine, na mifano ipo wazi, umenelewa vizuri. Kwa mfano kifo cha mwanafunzi yule Akwelina kilitokea katika mazingira hayo. Kwa hiyo Roma ni mtu ambaye anahubiri amani, kwamba kusiwe tuna mitafaruku, ni vitu ambavyo vinaweza vikaongeleka kwa pamoja na vikasoviwa. Ukisikiliza wimbo anaitwa Roma mm. Unakuja kuona kwamba Roma amejaribu kusifia mambo ambayo ametendeka katika awamu ya tano. So amejaribu nimeonyesha kabisa kwamba kuna vitu vimefanyika katika serikali ya awamu ya tano, na sisi kama wananchi sisi kama wafuasi kupitia sanaa tunavikubali, lakini kama sasa he, kwa mfano, e, mstari unasema hmm. Hongera baba kwa ukusanyaji wa mapato kedekede kede ya kodi na flyover ndo hizo kanyaga twende, kwamba nampongeza mheshimiwa rais kwa sababu moja ya vitu vikubwa ambavyo mefanya katika awamu ya tano ni kusanyaji wa kodi, ambapo zile hela zimeelekezwa kwenye miradi mbalimbali ambayo yanatusaidia kabisa sisi hapa wananchi, kwa hiyo ni jambo la kupongeza. Lakini kuna mtu anakuambia Roma, kwa nini hausifi? Kwa nini hupongezi? Sasa na, na, na kuwa napata mashaka kwamba kwa nini hicho kitu kinakuwa hakionekani katika nyimbo zangu? Kwa nini inatokea tu mtu anarizea vitu vingine tofauti ambavyo pengine havipo au amevitafsiria tofauti? Hicho anashindwa kukiona. Kwa, kwa na, na, na, na hiyo kwa mfano umeona baadhi ya wa wasanii wametoa nyimbo wanasifia maendeleo ya serikali ya awamu ya tano. Ni mm. kitu kizuri, lakini mimi ni msanii wa hip hop wa rap, kwa hiyo mimi najaribu kuweka art kwamba nimeona Nandi ameimba poa, wow, na support Harmonize ameimba wao, Beka Flavor wote wameimba vizuri, lakini sasa Roma anaye anakuja tofauti kwamba ngoja mimi niwe mdadisi zaidi, ngoja mimi jaribu kutengeneza hoja, kitu ambacho kwenye muziki wa hip hop, kwenye sanaa na sisi kama vijana ambao tumezaliwa miaka ya 80s, 90s, ndo wazee wa kesho kutwa. Kwa hiyo lazima tuanze kujijenga mapema kuweza kuchambua hoja hata Mwalimu Nyerere alisema. Kwa hiyo ukisikiliza muendelezo wa mstari, mstari unasema kwamba mm. Baada ya kusifia kwamba mambo ya kusanyaji wa kodi kuleta flyover. Tafsiri ni kwamba pamoja na hizo sifa Roma unazozisema zimefanyika kwa awamu ya tano, there is someone somewhere kwake yeye priority kipaumbele anaona, mmm, kwangu hiki ni bora kuliko hiki na hivyo vitu wananchi wanavisema. Sasa Nandy ya kuviwakilisha Harmonize ya kuviwakilisha. Kwa hiyo Roma naye aishie pale pale kama alivyofanya. Let me go extra mile. Nijaribu kuchallenge kwamba bwana, Serikali ya mwatano tunasifia na tunapongeza na tunapenda; lakini kuna hiki na hiki ambao ni uhuru wetu sisi kusema. Ukija kunambia Roma ametukana, uwezi kuni, siwezi kukuelewa wapi sasa hapo umetukana? Wakati Roma kwenye mistari anakuambia hivi mm, tuliombe taifa, tuombe viongozi wetu. Kwa hiyo Roma ni muumini ambaye anaamini kabisa na ndio maana Mheshimiwa Rais kila siku anasema mniombee Umenelewa vizuri, na Roma amezidi kusisitiza tuombe viongozi wetu, na ndio maana kwenye home stadium anakuja kufunga kwa kusema hivi. Mm. Hayo yote unayotaka ya bima ya afya bora kuliko ndege, mheshimiwa atayafanya. Tumuombe na tuimbe Yesu ni bebe. Mimi ni Mkatoliki, mheshimiwa ni Mkatoliki, tunaamini kwenye Yesu atubebe, kwenye shida zetu. Mengine kwenye wimbo anaitwa Roma ni matabiri, utabiri ambao Roma ameusema. Mm. Nilimuomba mheshimiwa wapunguzie vifungo, wafungwa sonatia, mheshimiwa ametoa fungo ngapi? Kwa nini hayo hayaongelei? Kwa nini asitokee mwandishi mmoja ama mtu mmoja ama mwanasiasa mmoja whether ruling party opposition, mm, akayanyoosha kwamba tunayo hazina, tunayo kijana wetu anaitwa Roma, anaimba vitu ambavyo vinakuja vinatekelezwa baadaye. Inawezekana sio yeye, yeah, yeah, lakini ana inspire watu wengine. Mheshimiwa amekuja kuachia wafungwa elfu tano kitu kama hicho, kama sijakosea namba, lakini nimeongea kwenye anaitwa Roma before umenelewa vizuri kwamba wapunguzie vifungo wafungwa, sio natia. Kuna wafungwa wametoka na wanaendelea maisha yao, watasikia ule wimbo na wataendelea kunipongeza labda. Mimi pengine huku raiani, Roma kwenye jimbo anaitwa Roma anasema tusilete uchama kwenye ishu za kitaifa. Tumeona kitu kilicho raise baada ya viongozi wa opposition walivyoenda kwenye sherehe za nanilii Mwanza za, za uhuru Mm -hmm. Eh, tisa Desemba. Mm -hmm. Ile ni mambo ya kitaifa, lakini kuna watu wakawa wanapinga kwamba kwa nini viongozi wa opposition wamefika katika ile jukwaa. Ndio vitu ambavyo Roma kumbe aliviimba kwamba msilete uchama vya kitaifa, twendeni wote kama taifa, vya uchama wakati wa kampeni ukija, tufanye hivyo. Nataka atokee mwandishi au atokee mtu ambaye anaweza akaona hivi. Kwa hiyo ikawa nilivyotoa, naitwa Roma mimi, ndio nikawa nalazimisha sasa interviews kwamba wewe, hebu niojini, mbona sijapata mtu exactly aliyeelewa maana yangu. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kufuta hivyo vitu vya kwamba Roma anatukana, Roma anafanyaje. Mm. Kitu ambacho sio kweli kwa sababu ukisema hivyo unaweza kumtengenezea uadui Roma na viongozi. Ukimtengenezea Roma uadui na viongozi pengine ujumbe wake unaweza usifike, na kuna vitu viko nyuma ya ya ya kati ya Roma na viongozi watu wengi hawavijui. Pengine sina hata uadui, pengine nafanya nao kazi vizuri. Kitu ambacho kinanipa mimi picha mbaya. Kwa hiyo ni hicho tu ambacho kilikuwa kinanidisappoint. Mm. Wakati mwingine ndo unaamua tu bwana ngoja niimbe vitu tofauti. President JPM Morgan anatoa nafasi kwa wananchi, wanaongea naye, anawapa mike kwenye miziara mbalimbali, sehemu mbalimbali. mm. Ingetokea siku moja umepata nafasi ya kuishika ile mike kuzungumza naye pale, ungemwambia nini au vya u... <coughs> kusema ni viko vingi kiukweli, vya kusema viko vingi sana. mm. Lakini kikubwa ambacho mimi ningeweza kusema mm. uh, nikija kwenye kauli yake ya kusema sana sana mimi ningeongea na wananchi. Wananchi wanaposema kwamba niombe mheshimiwa anapopenda kusema neno niombeeni. Mimi ni Mkatoliki na imani yangu naamini sana katika Mungu. Mimi naamini sana katika nguvu ya maombi. Yaani maombi yana nguvu kushinda kitu chochote. Mm. Kwa hiyo mimi sana sana, sana mimi ningewageukia wananchi na kuambia wananchi kile ambacho sisi tunakitaka mheshimiwa akifanya, si tukipeleke kwenye maombi. Tusikipeleke Twitter, tusikipeleke Instagram, tukipeleke kwenye maombi. Mungu anetusikiliza, Mungu ashindwe na kitu chochote. Kwa kama unataka kitu chako akifanye mheshimiwa, basi atakifanya kipitie kwenye maombi. Kwa ile kauli ya kufunga mikutano yake anaosema niombeni, ni sisi tunatakiwa tuitumie vizuri, kama tunaamini kweli kwa Mungu aliye hai kwamba yale tunayotaka ayafanye tuyapitishe kwenye maombi, Mungu ashindwe. Kama kuna vitu tunaona anakosea tuvilete kwenye maombi, Mungu ashindwe. Itafika siku Mungu atatenganisha tu maombi ya ukweli haya na maombi ambayo sio ukweli ni haya. Vitu vitano ambavyo President Magufuli amevifanya toka ameingia madarakani na unavikubali. La kwanza ambao nimesema kwenye anaitwa Roma, la ukusanyaji wa kodi tumeliona, mm. kwa kiwango kikubwa nadhani compared na awamu nyingine pengine zilizotangulia, mm. uh, lakini la pili kubwa ambayo nimeliona ni, ni uh, ile kasi ya kurudisha heshima kwenye wafanyakazi kurudisha heshima kwa wafanyakazi, hiyo big time mm. hiyo ni mpongeze kabisa kwa sababu Uh, kuna maeneo ukienda miaka ya 2000 na huko tulikotoka na sasa hivi ni tofauti, the way watu wanavyowajibika. Mimi nakumbuka nimekaa nyumbani kwetu Tanga, nilikuwa najaribu kutembelea ofisi mbalimbali, nilienda hadi hospitali. Eh, nikaona kabisa bwana, ikifika kumi na mbili yani wafanyakazi karibia wote wako getini, wanaenda wana report pale, wanaandikisha, kitu ambacho miaka nyuma kikwepo, kwa ile nidhamu makazini nadhani imeongezeka kwa kiwango kikubwa sana. Uh, vitano kwa haraka haraka vinaweza vikawa vingi. Eh, nikashindwa kuvimention vingine lakini bado kuna gap kubwa la vitu vingi sana ambavyo anatakiwa aviboreshe. Niliwahi kusikia, ulienda, ulienda, ulishowe kwenda kwa mzee Chato, kwenda kupiga show. Moja ya kitu ambacho watu wengi kiukweli hawajui na ni bora umeniuliza leo. Mm. Ndio hiyo nilosema; wakati mwingine pengine tunatengeneza uadui baina ya Roma na viongozi au Roma na nini kwa vitu ambavyo watu havijui. Mm. E, mi nadhani ni msanii wa kwanza kwenda kuperform nyumbani kwa mheshimiwa. Home kabisa. Sio Chato, nyumbani kwake kabisa, yani nyumbani ya, gari <laughs> pale vile mimi na perform pale mm. nyumbani pale vile, kabla nakumbuka asubuhi hujaondoka ndani ya pale compound yani maskani nyumbani pale vile kwa, kwa president. Nyumbani kabisa kwa mheshimiwa rais uh -huh. Na ilikuwa ni, <clears throat> ilikuwa ni Christmas ya mwaka juu 2018 2017 mm ilikuwa Krismasi pale na nakumbuka nilikuja kuchukuliwa Geita, nilikuwa na show Geita tarehe 25 Desemba, mm. Nikaja kuchukua Geita na escort, na moja ya kijana wake yuko kule kanda ya ziwa anaitwa Dani, mm, eh, na yeye ndo aliniambia tena. Nakumbuka bwana, wakati wananichukua, sababu nichukuliwa na escort kubwa, eh, magari kama matatu manne, si unajua zile, kwa ajili ya kwenda kufanya tamasha pale nyumbani kwa mzee, na nadhani mama alikuwa ndo mgeni rasmi na ilikuwa late kwa sababu nilitoka Geita kama saa tisa, eh. Lakini uwezi amini mpaka nafika Chato nyumbani pale bado mashabiki wako wengi na walikuwa wananisubiri. Nakumbuka wakati tuko njiani ndo nikamuuliza, bwana, huyu mwaliko mzee anaufahamu? umetoka kwa mzee? mm. eh, tunapiga piga saa story, eh, ndo jamaa anasema, eh bwana, nilimwambia, eh hasa unaendaje nyumbani kwake afu mzee asijue, wakati lazima kuwe na ulinzi. Yaani watu wote wana taarifa kwamba lazima ijulikane kwamba kuna mtu fulani anaweza kwenda nyumbani kwa mheshimiwa afu asijue eh. Kambia ulivyomwambia, alisemaje? Unajua zile kama yeah, kwenye story, mnapiga story huko, mm. Ah, akaambia ah, tu bwana eh, ameniuliza nani anakuja kuperform. Kwa hiyo akaambia ni Roma, Roma Mkatoliki mm. Akaambia Roma yule wa Chadema? Basi, <laughs> <laughs> <laughs> tukacheka nakumbuka, tuko na mwanangu stamina hapo. Sasa tumekasti ya nyuma, ndio tunatazamana na stamina. Sasa tulichokuwa tunatazamana ni kwamba yeah. Sam akanaambia Romada, itikadi ya nyimbo zako halafu tunaenda kuimba kwa mheshimiwa, inakuwaje? Na hizo nimekutana nazo sana. Unajua kuna show tulifanya ya mazingira na perform pale yuko brother Januari, eh, eh, moja ya viongozi ambao nawakubali sana kutoka moyoni mm. Yuko Mheshimiwa Kangi, umeelewa vizuri eh. Yeah. Mashahidi aliokopo kwenye Zimbabwe <nickname> tunaenda anafahamu, na mama yupo kule yeah. Hapa hapo tuko na escort ndo stami na anambia da blaza tunaendaje kuimba yeah. kwa sababu tutalipiga lile hivi ama vile mm. afu mimi sinasema sijui wanangu wana Magufuli si nini? yeah. afu nasema, oh yeah. sinasema wanangu wale wasa pale, utafasemaje? afu tunaenda kwa mheshimiwa so it, kwa, ilikuwa fani, na mara nyingi tunapendaga hivi vitu viwe fani visiwe sana serious mm viwe fani kwa sababu ni wasanii ni vijana sisi, umeelewa, tunajaribu kufikisha tu ujumbe. So nakumbuka hadi tunafika, tulikuwa tunapangua playlist, yani stavi nasema mathematics, yeah. hii huwezi kuimba hivi, kama vile usiimbe, uwezi amini. Tulibaki na ile mwajuma kaolewa tu um, stassa utaimbaji kwa sababu hiyo mecheza ugenini, unasema sa nasema sijui la asali <laughs>

Okay. Lakini mimi ndo nilikuwa kwanza kuperform. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni kitu kizuri na ni kumbukumbu vizuri na sio kitu cha zamani 2017. Kwa hiyo kama hadi mheshimiwa mm. anakupa nafasi ya kwenda kuperform nyumbani kwake mm. e, ni, ni, ni blessi. Kwa hiyo wakati mwingine hizi stories za katikati zinaweza zikatutengenezea wadui ambao ukafikisha, ukafikisha habari tofauti au ujumbe tofauti ambao pengine unaweza ukaja ukaleta madhara kwa namna moja ama nyingine kitu ambacho mimi sikipendi. mm. Yaani, mm. utakuwa mchawi ukiwa unapinga maendeleo. Umeenelewa vizuri, sijui uje naoja gani ama uje na ajenda gani, utakuwa tu mchawi, kwa sababu tunachoubiri hapa ni maendeleo. Umeelewa vizuri mm. Lakini hatutakii mm. pengine kuisha kwenye neno maendeleo, kuna maendeleo mbili, maendeleo ya watu na maendeleo ya, ya vitu. Viongozi mm. wengi wa nyuma waliwa kusema maendeleo haya yote yanatakiwa yaende, mm. wa yani, mm. wakati tunaleta tufanye kwa njia yote le, mfukoni pia kwa watu kuwe Kuwe kuna hela, sijui umeelewa vizuri. Kwa hiyo kwa mambo ya maendeleo kuleta, kufufua shirika la ndege kwangu mimi napongeza. Big time, yani, nitakuwa mchawi kabisa kusema kwamba siwezi kupongeza hiyo hiyo movement iliyofanyika, umeelewa vizuri. Sijasafiri nchi nyingi kukompea, lakini nadhani mataifa mengine wametuzidi, wametuzidi sana kwao, na sisi ni kama tunakuja. So nachoweza kusema ni kwamba pengine wewe Millard ndio kiongozi sasa hivi, tumekupa nafasi wewe, ukaona kwangu mimi, ngoja nijaribu kufufua ili shirika la ndege. Itakuja kipindi chako. Atakuja mwingine, atakuja yeye vision yake kwamba mimi ngoja nirudi barabara za lami tu hizi, ngoja mimi niwekeze mm. kwenye barabara. Tulikuwa tuna discuss wakati tunakuja, tulikuwa tuna pita pita tunaona hizi kumba, kuna four ways mm. unaona, ndio ile idea, tukatoa kama kwamba kupatikana four ways kutoka Dar es Salaam hadi Chalinze ni kitu kikubwa sana. Wewe unaweza ukashangaa baada ya mheshimiwa rais pengine akaja rais mwingine ambaye akaamua vision yake ije kwamba mimi sasa sio ndege huyu alishaanza kama sisi wasanii kupeana vijiti, huyu ameishia hapa, kwa hiyo mimi nakuja, basi mimi nacheza tu na na barabara basi. Atakuja mwingine ataamua, bwana mimi usafiri wa majini, umeelewa vizuri, mimi najenga tu madaraja, umeelewa vizuri. Kwa hiyo kwa mimi kama Roma, wito wangu, nadhani maendeleo ya vitu na watu yakienda pamoja yatapunguza sana manunguniko, kwa sababu angalia watu gani wananungunika, pengine wengi wanaonungunika ni wale ambao kuna vitu vyao bado havijaguswa na kiongozi. Kama rais ni kama baba, anaweza kaja kwenye familia ya watoto saba E yeah, akaamua tu afanye kitu kimoja ambacho kitawagusa watoto wawili. Wale watano, wakiona hawajatimizwa shida zao, wenyewe shida zao ni nguo mpya za siku kuu, umeelewa vizuri, wenyewe watasononeka, watakuwa wananungunika kama kuna vitu vyao bado havijafanyiwa. Kwa hiyo, ili tuweze kubalance, maendeleo ya vitu yakienda na maendeleo ya watu, tutakuwa tumepiga hatua na kuna vitu vingi sana tutakuwa tumeviepuka, lakini okay. so far kwa maendeleo yaliyofanyika mimi naunga mkono na na support kwa sababu usiposupport maendeleo <clears throat> ni mchawi, lakini maisha ya huku ni maisha pia ya kutumia unajua, na pia mm -hmm. Kama ukiwa na t shillings huku kwa sababu dola iko juu mm -hmm. kidogo unaona, kuna kuna gap Lifestyle yako ikoje yu? Imebadilika vipi, unaishije sasa kwenye swala la kula na kutumia unajua? Wakati nimekuja huko nilikuja na Masanja, afu mimi ndo mgeni kwao Masanja, mimi ndo ananilead yani Masanja. yeah. vizuri Masanja huko elfu mbili na kumi, na wakina shoro wamekuja. yeah. Eh, kwa hiyo wakati tunaondoka ya poti pale, kuna gana mm. li, gana na ndugu jamaa, nakumbuka mimi siku naondoka ndo mm. liliomi alikuwa anarudi kutoka huko, anampokea ya poti yeah. kwa hiyo nilikuwa na kama kama jiwe mbili hivi Mm. Nataka nilichenji hii, umeelewa vizuri. Yeah. E, jiwe mbili la bongo, nataka kama nilichenji, nilikuwa ninalo yeah. keshi ilikuwa ye. Yeah, kama jiwe mbili na nusu. Nimewalipalipa watu bodaboda, bajaji, nilioagiza vitu yeah. Sasa hiyo nimepagawa mwanangu, paka tunafika paka tuna bodi, sijalichenji wala nini kwa hiyo yeah. ninalo hapo mpaka sasa hivi. Kwa hiyo linabaki kama linabaki kama kumbukumbu yangu. Maisha ya huku ni mazuri kwa sababu nilichokuja kugundua huku, tuna ndugu, jamaa na marafiki. Wanaweza sio ile kabisa ile sibling, mm, lakini wapo watu ambao ni, ni, ni wale big fan wa, wa Roma ambao wengine ni ma, ma home boys kabisa tuliishi nao huko kitambo. Wengine hata sikujua kama wapo huku. Kwa hiyo hakuna changamoto sana ya kuishi na hizo mm. nazo zinasema unajua, unajua Bongo bwana, sijui imekuaje? Yani Bongo mm. hata akiona sasa hivi labda Roma amepiga picha na mzungu, kuna mtu anaweza kaandika yeah. Pale mabeberu, anatumiwa na mabeberu, yani kama kuna watu nyuma yako wanakusponsor. Kuna mtu aliandika hati kubwa asema Roma, huwezi kushuti video kama ile, kuna watu wanamtuma Roma akatoe nyimbo za kuchafua serikali, anashoot video, anamsponsor ni mbaya kwa sababu unaweza kurudi nyumbani ukaambiwa Unajua sana bongo sasa hivi, kulivu sio kitu kizuri mm. mimi nipo huko na unga, lakini sio kuunga kivu, kwa sababu nina ndugu jamaa na marafiki. Umenelewa vizuri mm. kwa mfano video ya Mkombozi nimeshoot, ni director ambaye mimi simjui, ana miaka kumi, kumi na moja ameishi huko mm. lakini ni fani wangu yani, alivyosikia niko hapa napigiwa simu na umboyo wangu kwamba wewe, kuna jamaa ni shabiki wako, ila yeye ni video director, kasikia upo huko anataka kukutana na wewe, anatamani ashoot hata wimbo wako mmoja bure hiyo ndo nimeambiwa hivyo. Yule jamaa nakutana naye, kwa sababu nimekutana naye Virginia. mm. mimi nimetoka Maryland nimeenda Virginia, iya mm. yes, sijui ametoka state gani, tumekutana pale mm. tunaingia tu bila hata salamu, amenichania wimbo wa pasta vesi nzima, yaani ile bila kunisalimia, tukanipigia vesi ya nyimbo yangu eh. Naomba sana. Ah, nikamwambia mwanangu chukua gimbo, chukua kamera, chukua nini tuanze tukashoot. Yaani shughuli imeisha, hamna hata kuongea. Kwa hiyo amenipenda, amenielewa vizuri shabiki wangu, anampenda stamina, kwa hiyo kanisupporti vizuri. Na hizo zipo nyingi. Okay. Amenipigia tena tukashoot video nyingine ATL. Kwa hiyo na mimi niko real, mimi sileti ile kwamba bwana nilikuja na kibunda hivyo. Aa-a. Umenielewa vizuri. Kwa hiyo kuna zile, kuna zile, kuna watu ambao wanapenda muziki wako. Okay. Kwa hiyo wanaweza wakakusupporti kwa namna moja ama nyingine. Though maisha ni ghali sana Yaani sio rahisi, sio rahisi kama hivyo, kwa sababu kuna saa unakuta labda mnatoka auti watu wanne mm. s mkirudi, mmespendi kama dola buku hivi. Dola buku hiyo ni milioni mbili inachezea, yeah. E, kitu ambacho mi naambia oya, mi nna laki mbili tu, Dar es Salaam pale nawapeleka auti na mna enjoy kwa hiyo huko maisha ni so expensive. Kwa hiyo unakaa unakaa unaka hotelini au kwa mwana kwa nuk... mwanzoni nilikaa hotelini mm, lakini huwezi ukaa hotelini ku afford hotelini kwa, kwa siku zote uwezi. Kwa hiyo niko kwa moja ya jamaa yangu kabisa wa karibu wa karibu, okay, e, ambaye ndo niko hapo paka sasa hivi e. Bwana Fresh, mzee, baba bwana, nashukuru ba, tumefanya sindio? Bwana poa sana, tumefanya interview US, e, <laughs> e, sana. Usisahau pia kusubscribe